Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Leo tunazungumzia siri kubwa sana za dua, siri ambazo wengi hawajawahi kuzisikia, lakini zinaweza kubadilisha kabisa namna unavyomwomba Allah. Dua si maneno tu, ni mlango wa mbingu, ni silaha ya waumini, ni faraja ya mwenye huzuni na ni njia ya kupata kile ambacho dunia nzima haiwezi kukupa. Leo tutagusia mambo ambayo yakipenya moyoni mwako dua yako haitabaki kama ilivyokuwa. Ndugu yangu Mwislamu, leo takufahamisha maana ya kweli ya dua. Dua kwa Kiarabu, eh, dua kwa Kiarabu maana yake ni kuita au kuomba au kutegemea. Yaani, unapoomba dua manake unamwita Mola wako ili akujibu au akuitikie. Kwa hivyo Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, anasema kwamba ud'uni astajib lakum, kwamba niombeni nitakujibuni, yaani niiteni nitakuitikieni. Kwa hivyo, siri ya kwanza ya dua ni hii hapa. Dua si sauti, si sauti yako. Dua siyo sauti yako, ni hali ya moyo wako. Unaweza kupaza sauti, lakini kama moyo haujaungana na dua, inabaki kuwa maneno matupu. Lakini e, unaweza kunongona kidogo tu na mbingu nzima ikanongoneza amin, kwa kuitikia amin. Kwa hiyo ndugu yangu mwislamu Yani jambo gani ambalo inatakiwa ulitangulize kabla ya kufanya dua, ndugu yangu? Ili dua ikubaliwe kwanza moyoni, ili dua ikubaliwe kwanza, moyo wako lazima uwe safi. Yani sasa e, kuna siri tatu hapa ambazo ni za muhimu ambazo inatakiwa uwe ukizitanguliza kabla ya kufanya dua. Siri ya kwanza ni, ni jambo la nia nia safi, yaani nikimaanisha nia ya kweli, sio kuomba kwa mazoea, bali kwa dharura ya moyo wako ndugu yangu. Jambo la pili ni kutawadha. Wanazuoni wanasema kwamba kutawadha kabla ya dua eh, kunainua kunainua hadhi ya dua Unapokuwa bado hujaanza kuomba dua kwanza, nia, kutawadha, sawa, kwamba ukifanya hivyo basi dua yako inakuwa ni bora zaidi. Lakini jambo la tatu, kuomba kwa unyenyekevu. Allah anasema kwamba muombeni Mola wenu kwa unyenyekevu na kwa siri. Kwa hivyo, ndugu yangu, dua yenye unyenyekevu inapenya haraka kuliko maneno ma kuliko maneno makubwa ya kujionyesha. Yaani, unapokuwa unaomba kaunyenyekevu, umetulia, umefanya taratibu wote umetawadha, umetia nia yako vizuri, ukaomba kaunyenyekevu, dua yako hata kama utakuwa tu unanongona taratibu taratibu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala atakujibu dua yako. Lakini pia eh, kuna sababu kwa nini watu wengine dua zao hazipokelewi yaani kuna mtu anaomba dua kila siku, anakaa akiomba dua lakini dua yake haikubaliwi. Wengi hutamani dua ijibiwe haraka, au leo leo, au sasa hivi dakika hii hii, lakini kuna sababu, na hizi sababu naomba ukae usikilize vizuri. Jambo la kwanza, Allah anakupa wakati bora zaidi. Yaani, kuna dua huchelewa kwa sababu kuna kitu kinatakiwa kitoke kwanza ili, ili ikujie kwa usalama. Jambo la pili, Allah anakuandaa moyo wako. Wakati mwingine dua yako haijibiwi kwa sababu Mola anataka moyo, moyo uwe tayari kuipokea. Na jambo, na jambo la tatu, Allah anakuepusha na balaa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasalam alisema kwamba hakuna dua ya muislamu isipokuwa Allah humpa moja ya mambo matatu. Jambo la kwanza anampa alichoomba, jambo la pili anamwepusha na balaa, jambo la tatu anamwandalia malipo siku ya Kiyama. Yaani hakuna dua inayopotea. Kila toni la machozi, kila sauti ya faragha yote yanaenda kwa Allah moja kwa moja, na katika hadithi ya Mtume Muhamadin sallallahu alaihi wasalam anasema kwamba e, Mola wenu ni mkarimu, hawezi kukata mikono inayoinuliwa kwake. Yaani ukinyenyua mikonono yako Allah huwa mikono hiyo anaijibu, lazima aweke kitu kwa namna moja au nyingine. Siri hapa ni kudumu kwenye dua, usikate tamaa. Allah anasema kwamba wala msikate tamaa na rehema ya Allah. Kwa hivyo ndugu yangu, eh, ni namna gani sasa unaweza ukafahamu ishara za dua kwamba dua hiyo imekubaliwa? Kuna ishara ambazo natakiwa uzifahamu. Moja ya ishara hizo eh, ni moyo unapata utulivu hata kabla ya, uji, ya, ya jibu mbili, maisha yanakuwa mepesi ghafla. Tatu, unaanza kuona mabadiliko madogo madogo. Nne, unaanza kutenda mema zaidi. Lakini tano, unakaribia kusamehe watu bila sababu. Ndugu yangu, hizi ni ishara kuwa Allah amekusikia, japo jibu halijaja kwa macho, limeshapita kwa mbingu, yani limepita kwa namna ambayo macho hawezi kutazama. Kwa hiyo ndugu zanguni, sasa eh, ni wakati gani mzuri wa kufanya dua hizo? Tumefahamu kwamba cha kwanza uwe na udhu, uwe na nia na uombe kwa unyenyekevu, sawa. Hasa tunawezaje kuomba dua hizo? Ni nyakati gani ambazo ni maalum ambazo mtu akiomba dua yake inapokelewa? Eh, hapa ndipo dua huwa na nguvu zaidi kwa sababu ukifahamu nyakati basi dua zako zitakuwa zinajibiwa moja ya nyakati e, ni wakati wa theluthi ya mwisho ya usiku. Na pia wakati mwingine ni wakati wa mvua inaponyesha, wakati mvua inapokuwa inanyesha, ile mvua ambayo haina madhara sana, umeona ile mvua ndogo ndogo tu ya kawaida. Ukikaa ukatawadha, ukatia nia, ukakaa kwa unyenyekevu, sawa, ukaomba dua yako wakati huo Insha Allah, Mwenyezi Mungu atakujibu dua yako. Lakini wakati, wakati mwingine ni wakati wa adhana na iqama, yaani wakati ule e, muadhini anapokuwa anaadhini akamaliza kabla ya iqama ukaomba dua wakati ule, na Mwenyezi Mungu atajibu dua hiyo. Na wakati mwingine ni muda wa kusujudu unapokuwa unaswali ukaelekea katika sijida pale unaweza ukaweka mahitaji yako ukatamka mahitaji yako unayoyataka na Mwenyezi Mungu akakutimilizia. Na wakati mwingine ni wakati, wakati wa muda wa kuamka alfajri, wakati ule wa asubuhi, umemaliza kuswali kuswali salatu alfajri mapema kabisa ukaomba dua yako Mwenyezi Mungu anayejibu dua hiyo. Na wakati mwingine ni wakati wa kuvumilia shida na maumivu Unapokuwa na shida unapokuwa na maumivu ukaomba dua yako, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakujibu dua yako. Kwa hivyo, ndugu zanguni wa Islamu, ukikamata muda mmoja tu kati ya hii, dua yako inakuwa na nguvu kubwa sana. Kwa hivyo, ndugu yangu Muislamu, dua ni zawadi kubwa kuliko chochote. Usiache kumwomba Allah, usichoke, usivunjike moyo. Leo Chukua sekunde chache tu, sema kutoka moyoni: ya Allah, nifungulie milango ya kheri, unilinde na shari, na unipe nguvu ya, ya imani amin. Ukisema okay, hivyo kwa dhati, kwa wakati ambao ni mahususi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atajibu dua yako. Ndugu yangu Muislamu, ikiwa video hii eh, imekufundisha kitu, umejifunza basi, naomba usiache Kusubscribe, kulike, kukomenti na kushare. Asante kwa kutazama eh, video hii hadi mwanzo hadi mwisho na pia usiache kusubscribe ili tuendelee.